In the Supreme. Kufuatia uamuzi wa mahakama kuu ulioagiza bunge la kitaifa kuelekeza shilingi bilioni 10.5 za kuboresha barabara nchini kwenye serikali za kaunti sasa, magavana wanataka fedha hizo kuachiliwa mara moja. If the constitution just clearly says county roads national trunk roads and you are charging every Kenyan Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi akisema ameandikia barua bodi ya usimamizi wa barabara nchini akitaka kuachilia fedha hizo, ila hadi kufikia sasa hilo halijatimia. I actually believe KRA can disburse that money today. Yes. Okay, so not KRA, KRB, Kenya Roads Board. Sorry. and Ken just so you know I have written to them today to demand the release of that 10.5 in line with the court decision. Gavana huyo wa Wajia akieleza kuwa kuendelea kushikilia fedha hizo kunakiuka uamuzi ulioelezea wazi kuwa suala la kushughulikia barabara nchini limegatuliwa, hivyo linapaswa kuwa jukumu la serikali za kaunti kwa ushirikiano na ile ya kitaifa.

Wakati huo huo, Gavana Abdullahi ameikashifu bunge la kitaifa akisema walikwenda kinyume cha sheria kwa kunyima serikali za kaunti fedha hizo na kuitaka bunge hilo kujikita katika majukumu yao badala ya kulumbana kuhusu fedha zinazofaa kuelekea kwenye kaunti. That's all. Let's respect the Constitution because our inability to respect the Constitution and the laws that we make for ourselves is partly what is contributing to the distrust Magavana hao aidha, wameshikilia kuwa fedha hizo za kuboresha barabara hazifai kupelekea serikali za kaunti kunyimwa au kucheleweshewa mgao wao.